vicii vingine vikataa kwamba tuna maeneo sisi huku hawakuchanga. Sasa Nanda wakasema kwamba sasa kituo kiende Kisumo Nyanalabana, wakaona kwamba kulikuwa na kituo chetu hapo sanati, tumechanga mara mbili, sanati ya kijiji wakauza wakaonda sehemu nyingine kununua mbali kabisa katikati knuo pale hawakuwashirikisha wale jirani wa mipaka, wakaelewana wao tu. Kumbe kulikuwa na mpango, kuna mji uko umejengwa, ni mimi mimi naishi huko. Kumbe na mimi nimesha numuliwa, nimeuswa nakaa hao. Mimi hiyo serikali siitaki. Kwanza naomba mimi, naomba sasa hivi uchaguzi hao wasionekane kabisa, wasionekane kabisa. Mimi naishi huko, hatukuita akakona hela tuja, mheshimiwa wa wilaya mmoja kumuonyesha, kulikuwa na waliweka mkutano wa haza hapa, tukaja tukahudhuria

Kwamba kulikuwa na kituo kikauzwa, si ndio? Mkaenda kununua eneo jingine, si ndio? kwenye buti, kwenye mji, wewe ndo mwenye eneo ukatoa njia, si ndio huko sasa. Sasa swala hili ni dogo koja, sasa tuliweke kwa namna hii. Huyu mzee ina maana anataka na yeye apate kachochote kwenye njia ambapo mmepanga barabara itapita kwenda kwenye eneo la kituo si ndio? Wa tu, taka fulani Sawa. Sawa ndio maana mimi nataka niliweke kwa suala sure hii mzee. Tuliitisha mkutano haa kwa ajili ya kupata eneo la ujenzi wa kocha. Sawa. Tukawatangazia wananchi wote. Mm. Um, mwenye eneo um, la kuwezekana kununuliwa um, ajitokeze Mm. Um. Walijitokeza watu wawili, tukaenda kuangalia yale maeneo pamoja na serikali ya kijiji. Baada ya kuangalia, tukakubaliana eneo lililopo kule chini, hiyo tuka, tulinunua, tukalinunua. Na baada ya kulinunua, tulimwita afisa ardhi wa wilaya kwa ajili ya kulipima. Na baada kulipima, ya kulipima, hey, tukafanya jitihada kupata machimiliki ya eneo mpaka uh, sasa kuna ninayo, niliona juzi, si nilikuja. Sasa huyu mzee malalamiko yake iko kwenye aangoat. Baada ya ma na kupima lile eneo, alitoa ushauri kwamba kulingana na eneo ilivyo kituo hiki cha afya, barabara linyooke moja kwa moja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa huyu mzee, kuna watu wanne waliopitiwa na barabara waliopitiwa na hilo eneo kwa yeah, ajili ya kutegemeza ile barabara sawa. So, wakiwemo watu watatu pamoja wa na huyu mzee mm. Na sisi hatukuchukua eneo la huyu mzee mm, bali yalikuwa ni mapendekezo ya asari kwamba baada ya kumaliza kununua ile eneo tutawashirikisha, mm, watu wenye yale maeneo, mm, na huyu mzee tulimuita wiki iliyopita tukakaa naye pamoja na familia yake. madai madai yake yalikuje, mzee? Madai yake aliomba kwamba barabara hii ya mwanzo tutumie ile ile barabara, au kuna barabara nyingine tutumie ile barabara. Kwa hiyo kuna option ya barabara mbili na iachana hivyo, akadai kwamba akakae na familia yake mm. kama itawezekana, ile barabara ambayo nipendekezwa na afisa ardhi ndio tutumie. Ina ina mita ngapi? hakupima mita sasa hmm, e, unajua na mimi msinidanganye. Yaani hapa mnachokifanya ni kujaribu kupiga chenga. Hiyo ramani ipo hipo, nilishaiona. ya kituo, si nilikuja tarehe 21 hapo? Tayari eneo mlishachukua. Yaani kinachotakiwa ilitakwa mumwambie huyu mnampoza shilingi ngapi? Kwa sababu unajua mzee, taratibu za kiserikali ziko hivi, yaani kitu kikishapimwa hati katoka hapo, inakuwa biashara imesha Ime imeshafanyeje imeshafanyika. <laughs> sasa hivi <laughs> anapo anaposema huyu mzee yeye je, hamkumshirikisha pointi yake, mimi nimem, nimemwelewa sana sasa kwa nini hamkumshirikisha mpaka mkapima mkatoa na hati, na mimi mkaniita nikaenda kutembelea mimi nimeshafikepo kwenye eneo na nilishaonyeshwa kila kitu, haipo sababu ya kwenda tena. Sasa fanyeni mpango wa kumpoza huyu mzee. Nikoonyeshe mbunge, mimi nakaa hapa, mchi wangu familia yangu iko hapa hapa, uliona na pala hivi hapa

Ile na yule mimi nikufagai sasa alikuepo. Nikamwambia kwa ah oh, niliona ah sasa hapa mimi naishi hapa. Hizi nyumba ni ah, nikamwambia kwa hayo chanya mmeonyesha. Tukaenda mtandaji wa kata tu, tu wa peke yake. Nikafika hapa nikamwambia unaona hapa? Sasa mke wangu si unaona? Sasa kama mnataka kwenda kwenye ba, baba ba, yako mnanyoshia hapa. Mwisho kwangu tu.